Redmi 15C ni simu janja ya bei rahisi, ila ukipitia sifa zake utagundua kuwa umekuwa ukipoteza pesa kwa kununua brandi zinazofahamika zaidi. Uhalisia ni kwamba sio kila Samsung, Tecno, Infinix na iPhone ni bora, unapaswa uzingatie sifa sifa za muhimu. Utaona vipengele vitatu vya Redmi 15C vinavyoifanya Redmi kuwa bora na kuipiga fimbo simu nyingi za chini ya laki tatu zilizotoka hivi karibuni. Kwanza kabisa, tuijue bei yake. Kwa hapa Tanzania, Redmi 15C inauzwa shilingi laki tatu. Bei yake inafanana na simu aina ya Samsung Galaxy A06 na Infinix Smart 10. Ila Redmi 15C ina vitu vitatu vya ziada, kama nilivyotangulia kusema, havipatikani kwenye matoleo ya simu nyingi, ikiwemo hayo ambayo nimeyaeleza. Utaona huo tofauti na pia udhaifu wa hii simu ya Redmi 15C tutauelezea baadaye na ni kitu cha muhimu kukifahamu kwa sababu si kila kitu hii simu imekamilika. Viko vitu ambavyo vinaweza visikuvitie kuimiliki hii simu, kwa hiyo ni vizuri ukasikilizwa kwa umakini. Ubora mkubwa wa kwanza ambao unaitofautisha Redmi 15C na matoleo mengi ya daraja la chini ni upande wa kioo. Kikawaida siyo rahisi kukuta simu ya chini ya laki tatu kuwa na refresh rate kubwa yeah, Redmi 15C ina refresh rate inayofika mpaka 120 Hz kwa ambao hawafahamu refresh rate huifanya simu kuwa na mwitiko wa haraka unapo scroll ama unapotouch na ule mwonekano unakuwa ni mzuri pamoja na uzuri wa refresh rate kubwa, refresh rate kubwa pia hula nishati nyingi yaani inasababisha battery kuisha kwa haraka. Na sio nyakati zote unahitaji kutumia refresh rate kubwa, unaweza ukaipunguza battery haina chaji ya kutosha. Lakini kuna kitu kimoja pia kinaweza kisilizishe sana, inategemea hasa na jinsi ambavyo unatumia simu na hiki kitu ni upande wa processor. Hii simu haina utendaji mkubwa sana kwa sababu inamlenga mtumiaji mwenye matumizi ya kawaida ya kila siku, kwa sababu inatumia processor aina ya MediaTek Helio G81 Ultra. Processor ya simu processor ya simu kijuma ndio kitu kikubwa kinachoonyesha ubora wa simu. Ukijua aina ya processor, kamwe hautoweza kununua simu janja mbaya. Nguvu ya MediaTek Helio G81, kama nilivyotangulia kusema sio kubwa na ni ya wastani. Inaweza kufanya vitu vingi vya kawaida, lakini haifai kama unapenda kucheza magemu kila aina ya magemu na muda wote, maana kuna baadhi ya magemu hayatocheza vizuri na simu itakuwa inachemka sana. Unaweza ukaijua nguvu ya processors kwa kuangalia aina ya muundo kwenye simu za Android aina ya muundo wa processor huwa unaandikwa kwa maneno yanaitwa Cortex. Ukiona umesoma sifa za simu kwenye upande wa processor ikaandikwa neno Cortex A78, basi jua kwamba hiyo simu ina nguvu kubwa, lakini Cortex chini ya A78, hiyo processor ina nguvu ya wastani ama nguvu ndogo. Processor ya Redmi 15C inatumia muundo wa Cortex A75, katika koo zenye nguvu kubwa hivyo utendaji wake ni wa wastani. Redmi 15C si inaambatana na vitu ambavyo wa wakati mwingine ni nadra kuviona kwenye simu za bei ndogo ama za bei rahisi ama simu za chini ya laki tatu kiujumla, ukiondoa zile simu za zamani za USD kama Google Pixel 3A. Kitu iko kimoja hapo ni upande wa bodi na uimara wake. Kwenye skrini ya Redmi 15C si kuna protectors, aina ya Gorilla Glass 3 Gorilla Glass 3. Gorilla Glass 3, Gorilla Glass 3, toleo la tatu si himilifu pindi simu inapoangu hiki kioo, wakati huo kilidesigniwa zaidi kwa ajili ya kuhimili mikwaruzo kama ukisugua simu na sarafu labda ya shilingi hamsini au mia ni mada sana kuona mikwaruzo hivyo basi, kuitunza simu yako, huna budi kuiwekea screen protector. Na hapa pia kuna kitu cha kuzingatia kuhusu aina za protector. Watu wanapigwa sana hapa na wanaweka protector, lakini baadaye wanakuta vioo vinapasuka, ila tutalizungumzia nyakati zijazo. Simu ina cheti cha IP 64. IP 64 ni cheti kinachoainisha kwamba simu ina uwezo wa kuzuia maji ya rasharasha rasha, yani maji yenye presha ndogo. Ukizamisha hii simu katika maji yenye kina kikubwa, simu inaweza ikaharibika na maji yanaweza yakapenya ndani ya simu Kiujumla, kwa hiyo ikafa lakini kwenye maji ya, ya mvua ndogo ndogo, maji hayawezi yakapenya kwenye hii simu, na hata maji ya kina kidogo sana yanaweza pia yasipenye. Licha hivyo, simu hii ina protector tu ya kuzuia maji ambayo yana pressure ndogo, yale ya rasharasha ya kunyunyuruzika. Kamera yake inapiga picha vizuri, hasa kwenye mwanga mwingi, lakini binafsi sijavutiwa sana na muundo mzima wa hii, wa hii kamera, japo ukitazama ina ina, ina megapixel hamsini. Na hili swala la megapixel kubwa huwa lina wachanganya watu, wakidhani megapixel pekee ndiyo kigezo cha kamera kuwa bora. Kwa sababu gani sijavutiwa na mfumo mzima wa kamera ya Redmi 15C? Kwanza, kamera yake haiwezi kurekodi video za resolution kubwa, yenyewe inashia kurekodi video za uangavu wa HD. video za uangavu HD tena kwa kiwango cha 30 fps. Ikiwa na video yenye resolution kubwa, uangavu unakuwa mzuri na ile picha inaonekana kwa ustadi mkubwa sana ambayo unakuwa umerekodi. Kitu kingine ambacho hakina hii kamera ni mifumo ya kutuliza kamera wakati ukiwa na rekodi huku unatembea. Hii inaitwa optical image stabilization. Mara nyingi ni nada sana kuzikuta kwenye hizi simu za daraja la chini. Eneo ambalo Redmi 15C inazipiga fimbo karibu kila simu ambayo unaijua wewe ya daraja la chini ni eneo la betri na charge. Simu inakuja na bonge la betri lenye mili ampia hawa elfu sita. Kikawaida sasa mili ampia hawa elfu sita inaweza ikadumu na chaji karibu masaa 14 mpaka 15 kama ukiwa unatumia internet, peruzi internet uh, muda wote. Lakini swala la namna betri inavyoisha chaji inategemea sana na aina ya unavyotumia. Lakini kijumla, betri kubwa husaidia simu kukaa na chaji kipindi kirefu na hii betri yake ina miliampia hawa elfu sita Hii miliampia hawa elfu sita kama chaji inapeleka umeme wa watu 15, jua kuwa simu itachukua muda mrefu sana mpaka ijaze ile betri. Ni kubwa sana, inaweza ikachukua karibu masaa manne. Uzuri ni kwamba Redmi 15C si inakuja na chaji yenye kupeleka umeme wa, ya watu 30. Kwa kimakadirio, simu inaweza ikajaa ndani ya dakika 80 mpaka 90, yani saa moja na nusu kimakadirio simu inakuwa imejaa kabisa kutoka asilimia zero mpaka asilimia mia. Cha mwisho ni software. Hii simu ina Android 15 ikiwa inaendesha mfumo wa Redmi unaoitwa HyperOS 2. HyperOS 2 inaambatana na mifumo mipya ya AI. Moja ya mfumo ya AI ambayo utaikuta kwenye HyperOS 2 ni Circle to Search, ambayo inakusaidia inasaidia kusearch kwenye Google kwa kutumia image, kwa kuizungushia picha kitu unachokitaka kutafuta taarifa taarifa zake lakini pia na kamera yake ina AI ambayo inaweza ukafuta kitu tuitumishe. Pamoja na Redmi 15, sikuwa na sifa nyingi nzuri, lakini pia kuna vitu vimepunguzwa. Mfano ni uwepo wa kioo chenye resolution ndogo ya 720 badala ya resolution ya 1080, na kingine cha kutokuridhisha ni kutumia sensor aina ya visual proximity sensor. Hiki ni kitu kimoja ambacho natakiwa kijua. Pia kuna simu zinatumia proximity sensor halisi na nyingine zinatumia visual proximity sensor. Tutalizungumzia katika video zijazo. Vinginevyo ni simu nzuri ya bei ndogo kwa matumizi ya kawaida ya kila siku hivyo basi. hivyo basi hivyo basi Redmi 15C inazizidi simu nyingi za daraja lake katika vipengele vya screen, yani kioo chake, kwa maana kwamba kina refresh rate ya 120 na unaipata kwa bei ndogo. Pili, pili ni uimara wa bodi bodi yake, imetia screen protector ya Gorilla Glass toleo la tatu, na pia ina waterproof inayoainishwa cha IP64 ambayo kinaweza kikazuia maji ya maji ya level ya kunyunyulizika, lakini kitu cha tatu ni betri. Betri yake ni kubwa na imilivu, inaweza kukaa na chaji muda mrefu na chaji ambayo inapeleka kwa kasi kubwa ya wati 30. Kwa heli